Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, na assalamu alaikum, popote pale ulipo, na tumeupo salama na mzima wa afya. Karibu kwenye Saraha Podcast. Mimi ni mwenyeji wako Habiba Hamisi, na bila kumsahau mwenzangu, nami nafahamika kama Sarafina Msyoki. Karibu tena sana mtazamaji wetu wa siku ya leo. Leo hii tunakumbuka maisha ya Raila Amolo Odinga ambaye alikuwa ni kiongozi wa kisiasa, mm -hmm, na pia ameweza kuacha athari mingi kwenye historia ya Kenya. Yeah, he has been of a positive impact to Kenya and also internationally, worldwide. Raila ni mtu tunasema ni mtu wa watu na he was a president for the people, not mm -hmm. of the people. So, tutakuwa tunamwangalia Raila Odinga. And so we tell our viewers, you just send your comment pale katika YouTube, Sarah Hub Podcast. Na, na Facebook uh, pia Twitter. Leave a comment about what do you know about Raila Odinga? What are some of the things that ukisikia hiyo jina yn yani inakuletea ama flashbacks? Tunasema hizo na, na yeah. Pia usikose kwenye kurasa wangu wa kibinafsi hashtag Habiba Hamisi na mi hashtag finakalosh na kabla hatujaendelea, mm -hmm. Unajua watu wanafai kuwa wanajua tofauti mm -hmm. Baina ya people's president and the president of the nation mm -hmm. So Raila, mwenda zake, Raila Amolo Odinga mm -hmm. Yeye alikuwa people's president, hakuwa hakupata ile president of the nation but alipata umati. Naam. No. He had the numbers. Unaweza kuwa wewe ni rais wa inchi lakini watu hawakupendi. Lakini hujaweza kupata hiyo fursa ya kukalia ile kiti ya rais lakini umati wa watu ikakupenda kwa sababu wewe ni mtenda haki. Naam. Mm, no. Yeah. Talking about Raila, mi Raila nimemjua this time of NASA mm -hmm. na ODM nanjua no. Hapo. Lakini historia yake bado there is a history behind that. Naam. No. Tunaona that uh, alianza akiwa mdogo mm -hmm. we had the brother Oburu Odinga akisema that Raila alianza kuongoza akiwa mdogo tena sana, you remember Oburu mm -hmm. no. Oburu is the first yeah. kwa mwanashia mba, yeah. mbaba. Yani, yani mkubwa wa Raila but alionyesha ile tunasema mm -hmm. ujeuri tunasema ujeuri or what? That he was so brave. Yani alionyesha uongozi akiwa hata mdogo alikuwa ni yule mtu wa kujitetea, anasema that ungempiga kama tu amenyamaza, lazima uulize kwilid, mbona unipige? Yani angetaka mm -hmm. kujua the reason yani mm -hmm. hapo hatuesimani. Ujeuri ni ile confidence yeah. Yani alikuwa ame overtake fear naam mm -hmm. na Naila. Pia unaona watu wengi sana wanamwita baba mm -hmm. Wewe kiwewe fikra yako inakujia, kwa nini watu wanamwita baba? Uh, ingawa kuna wengine wanampinga, wanasema huyo si baba yako mwenye alikuzaa. uh -huh. lakini baba si lazima kuwe mwenye amekuzaa. uh -huh. no. uh, nadhani like, uh, he showed uh, leadership, akona zile yani tunasema amebeba ule upendo uh -huh. anasikiza watu uh -huh. uh, kuna this time mwenye our president talk of Ruto, uh, uh -huh. wakati ambapo kumekuwa na maandamano ya Gen Z uh ni za -huh. Gashagwa ambaye alikuwa Ngeji.. Alikuwa anasema like hiyo uh, jina nitumie Rutu kasongo asikizi ground. Sasa tunasema Raila alikuwa anasikiza ni yule mtu wa kusikiza ground, anasikiza mm -hmm. what people saying, watu anataka nini, anajaribu ana wei ana yaani, anawasikiza na hiyo ndio like, tunasema baba ako hivyo, na yeye alikuwa mtetezi wa haki mm. ya wanyonge na pia tukiangalia mm, wakati Raila Amolo Odinga alikuwa anaenda kwa hizi nini zake za mm -hmm. kutaka yani kuomba kura mm -hmm. unaona, akisema tu leo hii tutakuwa tuseme kama Kamkunji grounds watu wengi watafurika, lakini tukiangalia viongozi wengine utaona ni magari yamepangana, ni kama wanalipa watu mm -hmm. lakini yeye aliwin kuna vile alikuwa anatumia, alikuwa na strategy yake, alikuwa na yani, unique every person is unique, so he knew how to play this game of this game in it or the game of politics. Alijua hiyo mati, naenda hapa, this is what to do, ni win. Tunaweza sema alikuwa na ulimi tamu na lugha tamu ya kuongelesha watu mm -hmm. na pia ukiangalia, aliitwa kama baba wa vitendawili. Hmm. Yaani hapo kimimi naweza sema ni kama kwa mfano umemkosea, unajua uwezi kumwendea yule adui yako direct. Yaani unatumia kama methali mingi vitendawili mingi kama wewe ni mwerevu mm -hmm. Utajua huyu mjamaa ananiongelea kunihusu mimi na utabadilika, na kama wewe tu ni mpumbavu tu mm -hmm. hauwezi mm -hmm. badilika hata upigwe mafumbo ya mm -hmm. aina gani mm -hmm. but ukisema Raila alikuwa ni mtu mwenye ni mwerevu sana, he was a genius man he no. was a genius and uh, I feel like he knew he was um, what he was doing not what what he was doing mm -hmm. like ange angejua what is in your mind angeichora mm -hmm. Anasema kuichora aplan kila kitu amalizanie na wewe. mm -hmm. But again he failed, he failed tunasema, <laughs> he failed a lot of people kwa sababu in all those nini zenye amekuwa akigombea, tunasema wizi umekuwa tu kila mahali. mm -hmm. Kwa kura ajaipata hiyo kiti eh, tuna ilikuwa ina fail no. It was a failing thing, na ilikuwa inauma watu, but again alikuwa, hiyo ikishatendeka bado ana, anajipea nguvu, anainuka tena na narudi tena kwa ground, anawatia nguvu, anaambia you, you know what guys we can do this we go for it. And I feel like Raila manze was hakuwa jamaa wa kukata tamaa. uh -huh. Na pia ukiangalia kitu ingine mm. kwa hii politics, by the way, it's a dirty game mm -hmm. but yeye alikuwa anajua kuicheza alafu kitu ingine pia yeye amesalitiwa sana unaona, kama tuseme kura wa mwaka elfu mbili kumi na saba tuseme tu kama hizo. Uh -huh. Anapoanguka yani, si ameibiwa kura. Uh -huh. Kuna wale wanamtoroka yani, wanatoka katika chama. Uh -huh. Yani ile ni jamani, yani alikuwa traumatized sana, lakini alikuwa haoneshi, alikuwa naumia ndani but nje aonyeshani. Sa hapo kulingana na mimi. Uh -huh vile ako na moyo wa baba wa kila mtu. Kwa mfano, baba akimwonyesha mtoto wake yani yeye ni mnyonge, pia mtoto atakuwa mnyonge. mm. So alituonyesha yeye ni strong na you can overcome anything Yeah, sure. But again, there is this story trending mm -hmm. that uh, Raila lipata kasi from the father. And that's why ajaika liyo kiti. Mm -hmm. Unafikiri kuna any reason? No, according to me. Unajua kuna kila wakala. Huyu alisema alisema unajua, ikaenea. mm -hmm. Hakuna mtu mwenye anajua ukweli ndani yake, na pia kulingana na venye hii kifo yake, hata dunia nzima iliangalia umati ambao ulimzika. Hiyo tu. Inasemekana Raila ndo alikuwa anashinda, lakini anaibiwa kura. Hapo mi sioni kama kuna, kuna, kuna, la, kuna lana nikuibiwa kivipi? See, Raila, there was this time the father alikuwa nanini anagombea kiti, Raila akatengeneza pati yake ingine ya kupiga baba yake like I think from there. Sasa hapo ndio nini ikaanza chuki, eh, chuki. Na kutoka hapo ndio kamlango kakafungwa <laughs> so no matter how hard ange try hadi mm -hmm. 2027 eh angekuwa ai sidhani kama angeingia tena wizi mm. ngeingia mimi si dhani kama ni laana, ni mm -hmm. kuibiwa tu kura, kuibiwa. Lakini Wakenya tuko na mambo mingi mm. ya ku create contents so that mtu again views mm. and then ukiangalia hawa wanasiasa wengi wameintroduciwa kwa politics na Raila. Ukiangalia kama mtu Joho na tumia mfano wake Joho alisema katika familia yake, mamake babake, wajomba, shangazi, hakuna mtu mwenye ako kwa politics, lakini siku moja aliamka tu akafuata Raila. Ujue Raila si mtu mwenye kubagua, alimfuata na Raila akamfunza mm. kama kuanzia mtoto wa kindergarten kuinukia mpaka mm -hmm. akafika hapo pale yuko no tena sana kutambulika that nimefanya hivi, nimefanya nimefanya hivi, nimetoa mchango fulani mm -hmm. nimeinua huyu. Yani, a anataka kutambulika. yeye alisaidia kwa uwezo ambao alikuwa nao and pia he l wenye walikuwa na mon some of them walikuwa nasema mimi babaangu alinifia, mama alinifia mm -hmm. Ila akanichukua. Sasa niko nyumbani, niko na kazi yani mm -hmm. A lot of people. na I know ni wengi hata wenye hawezi sema wengine, no. hata ni politics wengine, hospitali wengine mm -hmm. pia um, mambo na vyakula msaada no. tofauti tofauti, was a good man. na pia kitu nyingine ni kuwa ukiangalia umati ambao ulimzika Raila mm, yani, ukichukua percentage <laughs> ya wale matajiri yeah. na ya wale watu wote kweni walala hoi kweni watu wenye tu maisha yao ni ya chini watu wengi wenye walikuja kuhudhuria katika mazishi yake ni watu wa chini mm -hmm. Ukiangalia tu percentage tukirate mm -hmm. Out of 100 watu wa chini ilikuwa tuseme kama 80%, alafu mm -hmm. wenye maisha yao ni ya juu mm -hmm. kitu kama 15 to 20%. mm -hmm. So hapo inatugusia na inatupatia funzo. Raila alikuwa mtu mwenye anaishi na kwa wema mm -hmm. na watu, hajali wewe ni tajiri, hajali wewe ni maskini. Na pia tofauti ingine, Raila na politicians wengine mm -hmm. yeye alikuwa havai Expensive watches, expensive shoes, clothes. mm -hmm. mm -hmm. Unaona, he was just a decent man. mm -hmm. Ukiangalia wengine politicians wanavaa kitu kama saa 1.5 million. <laughs> what is that? mm hiyo -hmm. inafunza nini watu wa chini? mm -hmm. Lakini Raila mm -hmm. alifanya kazi. Kuna someone anasema Habiba and Serafina, we can look at the journey of Raila. We have 1990. mm -hmm. um, uh, mm -hmm. pale mm -hmm. alikuwa alikuwa imprisoned several times for pushing political freedom in 2002, anasema alisema Kibaki tosha moment akaunita uh, nak mm -hmm. uh -huh. na akasema Kibaki tosha, Kibaki akapita akienda no. And then we have 2008 pale anasema sharing a peace deal. We have 2010 constitution. No. We have standing for electoral justice. mm -hmm. apo apo ni like anasema hiyo ni, hiyo ni kama tu like alikuwa anapenda haki sana. mm -hmm. We have 1997, 2003, 2013, 2017. na pia hapo inatufunza kitu, hakuwa mtu wa kukata tamaa. Hii umeshindwa jaribu next time, hii umeshindwa jaribu next time. Mm. That was the deal na pia ukiangalia kitu nyingine, ilikuwa changamoto zipi ambazo mm. Raila, yani ile changamoto kubwa chana ni hizi ndogo ndogo, mm -hmm. kiwewe unaweza dhani ni changamoto zipi ambazo mm -hmm. alijaribu mm -hmm. kupigana nazo ama kukabiliana nazo kiyeye bila hata kuhusisha watu wengine ah. Ni mingi, ni mingi. Tunasema moment of silence mm -hmm. Kama hapo tukiangalia changamoto kutoka kwa wapinzani wake, maadui zake, unaona vile walikuwa wanamtukana, na tunajua politics, it's that game but yeah. mm -hmm. walikuwa wanamtukana sana, lakini alikuwa anavumilia kindani, ndo maana pia yeye alikuwa ni mtu mwenye busara. Si walikuwa anarudisha na vitendawili, si na na so alikuwa ni a man of wisdom. Mm -hmm. si kama wengine tu, unajua mjinga akikutukana na wepe umtukana, nyinyi wote ni wajinga, lakini yeye alikuwa <laughs> tofauti na watu wengine no. Mpenda handshakes handshakes, ndio maana akapewa jina ya baba. Yes, alikuwa anapenda handshakes. mm -hmm. You remember the time of uh, Huru handshake ikatembea. mm -hmm. Ruto pia handshake imetembea. Yeah. Mm, hapo inaonyesha uh -huh. yeye unajua, umati wengi yani percentage kubwa ya Wakenya ni watu wa baba Raila Amolo Odinga. So Raila alikuwa anatumia busara zake hapa, akijua hapa akisema ati atang'ang'ania kuwa rais, watu watapigana watapigana, na kutamwagika mm -hmm. damu mm -hmm. sana. mm -hmm. Yani kutakuwa so na utengano peace, peace. He was a peacemaker, but this last handshake mm -hmm. ilifanyika sasa ya Ruto people mm -hmm. were so mad, walikuwa disappointed so much and sasa hapo ndio tulaana tunaingia vitu zinasema, watu wanasema Raila ametusaliti, Raila ukufe. Kuna no Kabuli, hapo nini? Hakuna cha kusaliti hapo tu, mnajua he was a peacemaker. Kama angekubali vita ingetokea, mm -hmm. na sisi ndio tungeumia, mm -hmm. naam. Okay, so tunaendelea kusoma some of the comments ambazo zinaingia in mm -hmm. our, um, you know, on our platforms and uh, remember to send uh, your comments mm -hmm. kupitia Sarahab podcast Haya, hapa ni mwekali kutoka maeneo ya Umoja, anasema, Sarafina en Habiba, uh -huh, ni swali uh -huh, anauliza, tunadhania vipi, ni urithi gani ambao Raila Amolo Odinga ameweza kuacha uh -huh, kwenye kwa Wakenya uh -huh, na kwenye katiba ya Kenya uh -huh? Urithi ameacha eh, vitu vingi sana lakini ile muhimu zaidi mm -hmm. ni amani mm -hmm. umoja wa watu, umoja, amani, kutokata tamaa na to always move irregardless of the pressure of the heat wesonga tu mbele. Na. Mm -hmm. na pia tusiwe ni watu wa tamaa mm -hmm. unaona, hizi vitu ndogo ndogo mali mm -hmm. ya dunia. Unaona, Raila Amolo he had power. Money. He had fame. But all of it amewacha mm -hmm. So watu wanafai kuwa humble. Yeah. Ye alikuwa a humble man so hiyo inatuonyesha tunafai pia sisi kuwa humble. Yes, umemalizia hapo nikakumbuka. oh, oh, oh, oh, oh. He loved his family. Naam, we call him one man one movement, one family, one family uh, Raila <laughs> akuwa na bibi wawili, akuwa na bibi na ahe, na ehe pia love this family mm -hmm. Yes. itaguza wengi aki, itaguza wengi na pia mm -hmm. po nikiongezea, Sarafina eh. Raila, mm -hmm. hivile umesema he had one wife mm -hmm. nini, no secret children mm -hmm. no side hands, no side cheeks <laughs> <laughs> no divorces, akuchitilia yani he yes. was a loyal man mm. to his wife mm -hmm. so you know, ako tofauti na wanasiasa wengine mm -hmm. Unaona, ukiwa loyal kwa familia yako pia mm. kwa watu wengine, hata kama unafanya mm, kazi kwa biashara, utakuwa loyal. Imagine utakuwa ni leta. Unaona pia kitu kingine unique. Mm -hmm. mm, awa politician wengine ama watu tu maarufu wanapofariki, kuna watu tu wanajitokeza wanasema, huyu alikuwa babangu, huyu alikuwa mume wangu, lakini kwa yake ni no His children, his wife, ya nakuwa ficha, no. Waleta hadharani. Na pia kitu ingine, Sarafina uh -huh. Ni kuwa Raila, yani vile MC alikuwa anaongea katika mazishi yake hapo, sikusikia akisema kuwa Raila uh, he had a best friend mm -hmm. No, yani alikuwa mtu, yani alikuwa rafiki wa kila mtu. Hapo unafai kujua, aliweka familia yake mbele, family was everything to him. Mm, family ndio ilikuwa rafiki yake. So hapo unafai kuwa na akili mm. Si kila mtu unafai kumweka akuwe rafiki, unafai kuwa yani ufahamu watu, uishi na watu kwa wema, but most important thing your family comes first. Talk Vile mm. about ye, that I'm is España. girl na that is girl Winnie. Unajua kuna pia wengine wanasema ati Winnie mm. babake alikuwa na upendo no, wewe unaweza kuwa daddy's girl, unaweza kuwa mommy's girl, that favorite mm. child una kuanga tu na huyo hiyo ni kitu yenye iko tu yeah, it's it's natural. Natural. No. Na Wini alitembea na babake baba, yani nikawa, alikuwa kama bodyguard kama mm -hmm. <laughs> yeah, so that's for today. We are talking about uh, Raila Amolo Odinga uh, some of the things the impact zenye ametupatia sisi wa Kenya the world, sisi mayodh sisi wazazi <laughs> yeah, mm -hmm. the impact. So send your comments pale tuzipate pale Facebook, mm -hmm. pale YouTube. I can see several comments um, from uh, people saying uh, mm -hmm. uh, uh, Raila alikuwa tosha tuwezi pata mtu mwingine kama yeye another one uh, is saying we have Raila Junior jun upcoming na huyo atakuwa fire so we don't know. Don't know. know. Maybe the Raila Junior j anaweza kuwa the sun or The daughter. So we don't know. Unajua Raila mm, Junior mm, kuna watu wengine kwa social media walikuwa na criticize, unaona kuhusiana na umbile lake, unaona ni kama he has a stroke. Sa, so watu wana make fun out of him. Mwenye anampatiaga moyo wa kuishi ni mama yake, so mama yake alisema amewasamehea watu wote wenye kumcheka mwanawe mwana kitu kama hiyo his son <laughs> yes. Anawasamehea. uh -huh. Na pia it's not good to criticize mtu na maumbile yake. Mungu ndo ameumba kila mtu, so unafai kufuatilia ujue kabla ucheke huyu. what what next about you the generation yenye tuko sahii iko tu hivyo, like whatever unasema iti tusicheke nini kwanza, hiyo ndio itakuwa content inasambaa. Uh, so for <laughs> kabla hatujarab, na naweza kuambia uh -huh. watazamaji wetu mm -hmm. wasikilizaji wetu kama kuna kitu ambacho hatujagusia kwenye podcast yetu ya Sarah Hub, just feel free kutuma comment. Inshallah, bi idhnillah, next time tutagusia. Of course, we will be back with more and more about Raila <laughs> Odinga. story yake ni ndefu sana we can't like finish it today no. it's a long story it cannot even fit in the books it mm -hmm. cannot fit even in our minds like it's something that is big extra big i have been your co-host, Sarafina Msioki till next time. Ma'asalam. Ma'asalam.